na maajenti wote wa mabasi ya mkoa wa Dodoma yanayopita hapa na yanayoanzia hapa pamoja na wenzetu walata, na wa Latra na meneja wa stendi. Lengo kubwa ilikuwa ni kuwakumbusha wajibu wao na majukumu yao. E, wasimamie magari yao. Kipindi hichi abiria wanakuwa wengi, wasikate tiketi nyingi kuliko uwezo wa makampuni yao. Wahakikishe wanawahudumia abiria kupitia tiketi mtandao wahakikishe mabasi yao yote yanapita hapa, wahakikishe mabasi yanayekuja hapa yote yawe mazima, kutokana kunakuwa kuna mfumuko wa abiria, kwa hiyo wao wanafumua magari mabovu, kwa sababu walishakata tiketi wanakuwa hawana jinsi. Kwa hiyo yote hayo tumewakumbusha wasimamie wajibu wao, customer care nzuri, wawashushe watu katika vituo sahihi. Na sisi kama Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama wa barabarani Dodoma, tumejipanga vizuri. E, tutaendelea na highway patrol za mchana na usiku na tutahakikisha mabasi yote yanapita hapa, mabasi yote yanakaguliwa. Hatutokuwa na mwanya wa kutoa kwa mabasi ambayo mabovu yanayokuja kutokana na mfumuko wa bei na abiria yafanye kazi. Tutahakikisha bei stahiki inakatwa na mabasi mabovu yote yanakaguliwa na hayataruhusiwa kuondoka. Na mabasi yanayoanzia hapa yote yatakuwa mazima na yatakaguliwa. Kama kuna changamoto za wingi wa abiria kuova speed, tuna chumba chetu hapa, tunaangalia mfumo wa VTS, tuhakikishe mabasi yote yanayopita hapa yanayotembea speed stahiki kwa hiyo yote hayo tutayasimamia. Kwa hiyo, na ninatoa wito kwa wakazi wa Dodoma na wenyewe wakate tiketi katika njia sahihi na ofisi sahihi, wasije wakatepeliwa kutokana na umfumuko mfumuko wa wingi wa abiria unapojitokeza. Sisi tuko pamoja na wao, tutafanya kazi masaa 24 kuhakikisha Dodoma yetu inakuwa shwari. Wito wangu kwa hawa maajenti wanaoongeza bei, kama nilivyosema, tutachukua hatua kali sana kushirikiana na wenzetu wa LATRA pamoja na meneja na sisi wenyewe. Kwanza sisi kama Jeshi la Polisi, kama nauli ya kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma ni elfu ishirini wewe ukasema elfu thelathini umejipatia hela kwa njia ambayo siyo halali, tutakuchukumia hatua. Hilo ni kosa la jinai la moja kwa moja la wazi e, bila kumumunya, halina mjadala bei ikiwa ikiwa stahiki hata wale abiria kesho na kesho kutwa lazima warudi, lakini abiria wako wamempandishia bei leo kwa gari ikiwa ni mbovu ikisumbua kwanza barabarani, cha kwanza mnasumbuliwa na raksha, mmemwandikia bei bei 35 na uri unakuta gari ni simi raksha kwao, haiwezi ni kuwa ni picha nzuri kwa kwa elimu tuliyopewa, siku ya leo tumejifunza vitu vingi, kuacha ku, ku, kwanza tamaa za muda mfupi, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi kifupi zaidi cha abiria hawa wanaokuwa wako wengi, kwa sababu ni shule tu zimefungwa na kufunguliwa. Baada ya hapo tunarudi katika hali yetu ya ile ile ya kila siku. kwa kwa elimu tuliyopewa hii, kuna vitu vingi tunaweza tumaweza kujifunza sisi. Tunawashukuru sana, kwanza jeshi la polisi, tunashukuru sana kwa sababu kwanza, kwanza kwa kuzingatia na ku, kuwapa thamani kwanza hata abiria wetu pia, kwa sababu kwamba wenyewe kuona Jeshi la Polisi kuona kwamba nauli hizi tunazokuwepo tunapandisha mara kwa mara sio sahihi hadi wenyewe kuingilia kati ni jambo zuri. Kwa kufanya hivyo inaweza kusaidia hata abiria wetu kuendelea kuwepo na kuja mara kwa mara stendi na kuingiza pato la taifa. Sisi kwa kwa neno moja tu kwa Jeshi la Polisi ni kuendeleza kuimarisha tu usalama barabarani kwa kuwapa elimu na madereva wetu pia, sababu kipindi hiki ndio unakuta ajali zinakuwa nyingi nini, kwa waendelee kuwapa elimu na sisi pia kuendelea kupewa elimu kama hivi, kwa nauli na kwa customer care ili kusudi kuendelea kuwa na huduma bora.